Simu yangu. Un. Kama unataka ukirudi tena nitakuwa zima. Ka hapo, simu yako mimi nakuletea, alafu mimi kubanua banua pua wa gaspendi Aha, Kantai, mtoto wa Kibasai, hatari. Inakuwaje? Kwema kabisa, kama kawa, kama kawa. Mali hiyo haina kipengele, haina mambo mengi hiyo, bei yoyote unauza ni sawa. Nimeiona, lakini upate hata mia? Kivipi sasa, unakumbuka na kipengele Ulikopa laki na hamsini ujourisha tamia poa. Mambo vipi? Poa. Simu yako anapiga. Ndiyo napiga. Vipi, mbona kama hivyo? Yaani ah, kuna mtu hapa tumeidea, tunakutana hapa lakini, saa hivi nikimpigia simu hapatikani. Kama mmekubaliana mkutani hapa atakuja tu, wewe nipigie We kaka, we kaka, we simu yangu ah, kaa hapo simu yako nakuletea. Ah, sasa kama unaondoka usiniachie ukija nitakuzima tena. Nimekuambia tu nimekuambia hapo simu yako nakuletea mbona tuelewani? Ah, wewe nipe simu yangu kama unataka ukirudi tena nitakuzima. Kaa hapo simu yako mimi nakuletea alafu mimi kubanua banua pua wa gaspendi. Kantai, Kantai, Kantai. Kantai simchukulie poa, huyo ndiyo Kantai. Kimchukulia poa hata kutoa ishaiya <coughs> <coughs> <coughs> saizi

Najua tu utakuwa umekasirika. Naomba nisamehe, shoga yangu, utakuwa umepiga simu na simu haipatikani, so kama nimekufanyia kusudi, mwenzie, simu yangu imezima chaji, alafu si unajua tena mimi mambo mengi. Naomba nisamehe buri, shoga yangu, yani shoga u metasija kukasirikia wewe hapa ya, yamenikuta mabalaa mwenzio hmm. makubwa gani tena ambayo mekukuta wewe? Yaani mwenzi hapa nipo, sina amani hata kidogo. Yaani bwana, twende tu uko nyumbani, nitakuhadithia huko huko. Basi sawa, twende. Shoga yangu karibu, isikie kwa nyumbani. <laughs> Shoga yangu, kimekusibu kitu gani? Maana mpaka sura imesawijika. <sighs> Hivi shogangu, kwani kuna amani kweli? <laughs> ukisikia Langata ndo hii shogangu, yani chochote unachokisikia we cha ajabu kwa mtaani kwetu, wizi, umalaya, sijui kuchukulia na mabwana, sijui kufanya nini, yani chochote unachokijua wewe kibaya, tumeshazoea sasa, hicho tu. Ndo. <coughs> <coughs> Sasa iso, ndo kitu kinachonyima amani. Yani kipindi niko pale kabla hujanichukua katokea umkaka kaniazima simu mara kanitolea bonge la mbisu eti ndo anazima hivyo ha? yani shoga wangu hapa, kinacho niuma zaidi laini zangu zote mbili ziko ndani ile simu. Jamani, pole shoga wangu, kumbe ndo maana ukawa hivyo, mi sijajua. Ndio, yani simu yenyewe imenua laki tatu na nusu juzi juzi tu hapa shoga wangu. Shoga wangu sijali laki tatu na nusu kitu gani eh, bora kachukua kitu ambacho kinachonunulika Angechukua roho yako, shoga yangu, yaani ni hiyo simu ndani ya siku mbili siku tatu tayari imesharudi. Nikuwakishie kuwa na amani, ondoa wasiwasi, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Kama ni hivyo basi haina shida. Mimi ngoja nikakuandalie maji uoge, uondoe uchofu na hizo nuksi ulizokuwa nazo shoga yangu, alafu ngoja niingie jikoni nikakuandalie chochote kitu. Sawa. Asili yes. hivi kwa nini unafanya moyo wangu nanunika kwa sababu yako? ah, hmm. Eh, basi mtoto wa mwenzio na mimi niogelee katikati hapo. Hii hmm. mtaani waseme Fido wa gengeni ametembea na mtoto cheupe. Hujua nakutamani wewe sasikia? mimi sina haja ya mapenzi kama ona ni tamani mimi niandalia elfu kumi na tano tu, ila kuhusu chumba juu yako, hiyo haina shida. Wewe niambie lini tu, watu karini mimi atu kiniambia, leo nafunga genge langu, nyayo kwa nyayo tunaondoka. Baba we, leo ina kazi zangu nyingi sana za kufanya, cha kufanya a kwa siku yako haina shida. Yeah. <coughs> hmm. Uweka namba hapo ili usumbufu upungue. Ila sikia. Sikusumbuli. Inaga moja kwenye mbili. Ah, sawa. Tushavunya shughuli yangu nzio kikoba leo. Asa kazi kwenu. Ndiyo. Hey, mambo pa ameshoga yangu si unanielewa? Yaani nina hela, mpaka navuruga sasa, nizitumie vipi yaani nina hela. Hey, nisimame. Nisimame basi niseme mwenzenu nina hela mie, tena nisikutoelewe wewe, labda nimerogwa. Fanya mpango tu saa kumi na moja saa kumi na moja twende tukajirushe.